Ilikuwa imekuja kusikiliza kesi ya uhaini dhidi ya, ya mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo, ndugu Tundu Antiphas Mugwai Lissu ambaye liko chini ya jopo la majaji watatu, jaji Ndunguru, Karema na Kiwonde. Sasa itajua kwamba leo upande wa, wa mashtaka ungeweza kuendelea na kesi yake kuleta mashahidi wake ambao wanataka kusema kwamba mwenyekiti wa chama alifanya makosa ya uhaini, lakini siku ya leo kwa bahati mbaya e, mshtakiwa ndugu mwenyekiti wa chama ndugu Tundu Antiphas Mugwai Lissu akuwasilishwa mahakamani kwa kile ambacho upande wa mashtaka umedai kwamba kwa sababu za kiusalama eh, lakini sisi wote tumefanikiwa kufika hapa mahakamani. Nadhani nchi yetu nchi yetu Dar es Salaam huko salama, watu wote wameweza kusafiri mabasi, anafanya kazi. Lakini upande wa mashtaka kwa wamesema kwamba unaomba kwamba e, kwa sababu za kiusalama haujaweza kumleta mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo mahakamani, kwa hiyo akuwepo mahakamani na baada ya hapo upande wa mashtaka ukaomba kwamba ukaeleza ukaeleza mahakama kwamba wenyewe leo utakiwa uendelee na kesi yake dhidi ya mwenyekiti na utakiwa ulete mashahidi wake ambao wanatokea Songea, si wengine wanatokea Iringa, watakiwa na Mbeya waweze kuja kutoa ushahidi dhidi yake. Sasa wakasema, kutokana na sababu za kiusalama au mashahidi hawakuweza kuletwa, hawakuweza kutoka kusafiri kuja kuja Dar es Salaam kwenye kesi kwa hiyo na wao waweze kujiandaa vizuri kuweza kuandaa mashahidi wao hawa waweze kutoa ushahidi. Kwa hiyo kwa sababu hiyo wakaomba ahirisho la wiki mbili. Kwa maana hiyo tarehe kumi leo mwezi wa, mwezi wa kumi na moja ukiongeza wiki mbili maanake ni siku kumi na nne ingekuwa maana tunazungumzia tarehe 24 au 25 ya mwezi mwezi huu. Jopo la majaji wao watatu jaji Ndunguru, Kionde na kar, kar, Karema baada ya kuchakata hilo ombi wamesema kwamba hawakubaliani upande wa serikali kusema kwamba kesi ahirishwe kwa wiki mbili, bali wameahirisha kwa siku mbili, yani ya leo na, na, na kesho na kwamba tarehe kumi na mbili ya mwezi wa kumi na moja mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo ndio Tundu Antiphas Mwai Lissu aletwe mahakamani na kesi iendelee, na mahakama imeamrisha kwamba ule hati ya wito wa kumwita mahakamani itolewe aje na upande wa mashtaka siku hiyo uendelee na kesi yake. E, dhidi ya mwenyekiti maana yake e, e, kesi, ya, kesi, kesi ya msingi sana sasa sisi tumeweza kuyaona hayo sasa. Bahati mbaya kwa sababu mwenyekiti anajiokisha mwenyewe hakuweza kuzungumza, lakini tumeona kwamba mahakama imeweza kutoa angalau muda kidogo ambao ni unaonekana ni, ni, ni mzuri na kwamba siku hiyo tarehe kumi na mbili mwezi wa 11, 2025 basi kesi hii itaendelewa kwa majari wa mwenye, Mwenyezi Mungu na tunatumai kwamba umma utapenda kujua nini kinaendelea wa uhaini ambao unasemwa dhidi ya mwenyekiti kama utaweza kuweza kuwekwa wazi, na kama si wa uhaini basi tuweza kujulikana, mahakama itatoa uamuzi gani. Kwa hiyo tunashukuru kwamba mahakama imeweza kuiona kwamba ile njia ya ahirisho, maombi la ahirisho wiki mbili, kwa kweli ilikuwa alimtendee haki mshtakiwa ambaye hakuwa mahakamani. Hata angekuwa angekuwa angekuwa upande upande ule wa upa, kesi imeletwa kwa njia ya kimtandao kwamba naye kule gerezani ameweza kusikilizwa basi ingekuwa nafuu, lakini mahakama imeamua kusimama katika kutumia misingi ya haki na kusema, basi imetoa siku mbili ambazo ni kwamba wale mashahidi wa serikali kuanzia hivi sasa huko kokote waliko, basi wao waje, na tunafahamu mashahidi wengine ni wale wa kufichwa hata usiku. Asanteni sana.